E, si, ii, sijui ni Prada, sijui ni nini ni, ni. Ni, mimi naagiza watu tu ii niliagiza nikiwa niko Switzerland. Ndo okay. Niliagiza nadhani na, unajua Switzerland vitu vipo hali mm. ya, ya, duniani ni moja ya nchi ambayo vitu vipo hali kuliko sehemu nyingine zote. Kwa mfano imechukua dola ngapi? Hii dola elfu moja. Dola elfu moja. Ambako kibongo bongo. Inacheza kama milioni milioni mbili na kitu nadhani mbili na kitu hayako makuzi yangu mm. Mm, hayako makuzi yangu. Kwa hiyo si moja ya kitu ambacho na appreciate. Niki, nikitaka kujua muda naangalia kwenye simu, kwenye simu. Mm. Haya, tunakuja kwenye jeans, mm. Imeendaje jeans? Hii nilichukua Dubai lakini hii inacheza kama, na hii inaweza kucheza kama dola saba hivi mm ra saba kama kama el elfu ishirini elfu kumi na zake ni jinsi ya yeah, kawaida tu huyo. mm. Anaitwa Alexander McQueen huyu. mm. Kaendaje hii? nilichukua nikiwa Gelman. Okay. nishikia tunaweza kukiona dhewekirivo, huwezi pata design hii Bongo, utasema. Unaona.